Uzinzi ni kaburi la mafanikio yote. Ukitaka ufanikiwe, ukitaka ufanikiwe funga zipu. Ukitaka ufanikiwe, binti, funga miguu yako. Kijana, funga zipu yako, hiyo itakuonyesha itakuletea utukufu mkubwa sana mbele yako. Mwishoni kule ndipo utagundua aisee kumbe na maana kuvumilia kote kule, nilikuwa nakuja kwenye nafasi hii. Hata binti mwenyewe ukijitunza, Mungu ninamfahamu, ninamwelewa, atakuletea mtu mwenye heshima atakaye kuheshimu maisha yako yote, lakini ukijifanya wewe ni mtengeneza njia za watu, utaniambia. Hakuna mafanikio katika uzinzi. Bwana asifiwe sana.